Maagizo ya kuweza kubaini kilichotokea ili wote wa Tanzania tukubaliane kilichotokea nini, ili baadaye historia akaja mtu akabadili eh, kilichotokea. Kwa nyinyi, hakuna mtu yote Tanzania anayejua kilichotokea Arusha kuliko nyinyi asija akatokea mtu akasema Arusha kimetokea hichi kumbe sicho. Ndio maana e, umuhimu wa sisi kuwa na nyinyi, mtueleze kimetokea nini. Lakini ukitueleza sisi, ni tume ya kisheria ki pia utuambie ulioyaona au mwenyewe ulioyasikia, sio ya kuambiwa. E, sio ya kuambiwa, wewe mwenyewe ulishuhudia nini, Uliona nini? Ulipatwa na nini? Au ndugu yako alipatwa na nini, na wewe ulikuwa pale, ukamwona, ukamjua, ukamuhudumia eh. Kwa hiyo, ni moja ni kwamba tujue kilitokea nini, lakini cha pili, sisi ni nchi ya amani tangu mwaka sitini na moja hakuja hakuja kuwa na kitukio kama hili zaidi ya takriban miaka 60 na tangu tumepata uhuru. Sasa kitu gani kimetifanya mpaka ikafikia hicho eh? Lazima kuna kitu kimetupa joto, kimetufukuta eh, kime mpaka tukafikia huko nini. Wala hatuna hadithi kubwa, ni hiki, ni siasa, ni nini Nyumbani kabisa ni kwa ajili ya upambanaji. Tukija kwenye sababu ambayo ilimpelekea watu kufanya kile kitu kilichofanyika Oktoba 29, cha kwanza ni ukosefu wa ajira. Mfano kama mimi nimesoma labda na diploma au na degree, ajira hamna. Baada ya hapo, mimi kama kijana sijapewa support ya ajira Nikaamua kujikamua mwenyewe, nimeuza sambusa, nimepata mtaji, nimeanzisha biashara. Unakuja kwenye biashara, TRA haijalishi una mwaka mmoja, una miezi mitatu, wanataka kodi, wanahitaji kodi. Haya, unafika hapo. Tukiangalia mwanzo kabisa, wakati wa ule ukusanyaji wa taka, kile kiasi cha, cha taka zamani kwenye fomu za biashara ilikuwa ni shilingi elfu tatu wakasema kwamba mafuta yamepanda bei, wakapandisha mpaka kwenye shilingi elfu tano. Sasa jamani, ukiangalia, kijana umepambana kutafuta mtaji mwenyewe, serikali haijakusupport kupata mtaji. Mtaji umeupata, umekuja umefungua frame, kodi ni nyingi, kuna TRA na kuna leseni, lakini pia kwenye takataka. Sisi kikubwa kama kijana ambaye naomba haya mabadiliko aje yafanyiwe kazi. Cha kwanza ni hela ya takataka irudi kwenye shilingi elfu tatu au elfu mbili. Frem ziko ni nyingi elfu tano tano, na natuongia mafuta amepanda bei. Sasa hivi mafuta yako nomo. Kwa nini bei sirudi kama zamani? Vijana wamepambana kujitafutia ajira zao binafsi, basi degezeni hata wakodi. Kwa hiyo yangu ni hayo na ombeni serikali muangalie mikakati, namna ya kusapoti vijana ajira. Ndio hatusi tukaajiriwa wote, lakini kwa wale ambao hawajapata ajira watengenezeni mikakati ambazo zinaweza zikawasaidia kwa majina. Naitwa Mary Msofe, natokea kata ya Kimandolo. Mimi ni katibu wa baraza la wazee kata ya Kimandolo. Mimi sina mambo mengi, pamoja na kuona yaliyotokea yaliyofanyika. Yote hayo tumeyashuhudia lakini nina ombi. Ombi ni kwamba mpaka sasa hivi sisi tumesimama. Hatuna ofisi, hatuna mahali pa kufanyia masuala yetu na tulikuwa zaidi tunashughulikia mambo ya bima. Wazee wamechoka, wazee wanaumwa, wazee wanalalamika kuhusu bima inawatesa. Kwa hiyo mimi ni ombi pia kwa vijana wetu, wajukuu, watoto, ni ombi sawa, mnadai haki, lakini hembu jaribuni kuomba haki hiyo kwa utaratibu na kuwa na hofu ya Mungu, tumtegemee sana Mungu zaidi kuliko mwanadamu Amen? Amen, naomba sana hilo, tumeliona kwa hiyo Mheshimiwa, mimi kama mama au bibi, ni ombi ikiwezekana, turekebishiwe majengo. Hatuna ofisi, hatuna kwa mfano. Nakumbuka kuna huyo binti aliyesema kuhusu swala la shule, walichoma mpaka mabango yote. Kwa hiyo hakuna jengo, liko wazi, hakuna kinachoendelea mpaka dakika hii Tukihitaji huduma inabidi uhangaike, umtafute mtendaji, yuko wapi? Mungu wangu, nitampata wapi? anaonekana wapi? ni shida na ni shughuli. Kwa hiyo mimi ombi langu ni hilo, na pia naomba tuzidi kupendana Watanzania. Sisi hatuna tabia ya kuchukiana. Unanijua, una sikujui, lakini tunapeana salamu za heri. Jina yako ni <tuhi> Alfred Thomas, nimetamani kusikiliza kwanza kero za